Ayuha likhwa walikhwati usikum wausi nafsin awala bitaqwa llah tbaraka wataala falaqad faza almutaqun. Ndugu zanguni waislam, tukiendelea na kitabu chetu cha visa vya nabii manabii. E, lengo ni kufundishana kujua namna ya manabii walivyoteremshwa na Allah na namna walivyopata mitihani yake Allah subhanahu wataala, tunasema tunaingia katika mlango wa kumi wa amama maliki mbele ya mfalme. Hapa tuna feli wengi, lakini tusikilize maneno mazito yaliyotolewa na nabii Ibrahim alayhi salam. kana fi madinati malikun kabira jidda, kulikuwa katika mji wa Madina kuna mfalme mkubwa sana wa dhalimun jida, na alikuwa ana dhulumu sana sana sana Acha watu wa waleo wanavyodhulumu hawadhulumu, alikuwa anadhulumu kisawa kisawasawa. Na tutaangalia udhulumu huu ni udhulumu wa namna gani? Je, ni kudhulumiwa pesa ama ni vipi? Hapana, tuangalie wakana nnas, na walikuwa watu yasjuduna li Malik, wanamsujudia yule mfalme wa Islamu tukufu. Angalia dhulmu ya kwanza okay. Dhulmu ya kwanza ni hiyo, alikuwa anasujudi watu wanamsujudia Malik Wasamiu maliku anna Ibrahim yasjudu llahi wala yasjudu liahadin, na alisikia maliki, na ndo kawaida unapofanya kitu chako lazima kuna watu watasikia na watasambaza vile vile. Wasamiu maliki na, alisikia mfalme enzi za Maka kule, anna ibrahim, kwamba hakika ya Ibrahim yasjudu llahi wala yasjudu liahadin, anamsujudia Allah mmoja, na wala hamsujudii yoyote yule. Fakhadiba maliku watalaba Ibrahim, na akakasirika maliki na akamtaka Ibrahim alayhi salam. Wajaa Ibrahim, na alikuja Ibrahim. Wa kana Ibrahim la yakhafu ahadun illa Allah hadha yajuz, na alikuwa Ibrahim hamuogopi yoyote yule isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waislamu watukufu, Tunapata picha gani hapa? Tunapata istikama fi din, tunapata msimamo katika dini. Usimwogope kiumbe, isipokuwa mwogope Mungu mola wa walimwengu wote. Anasema Allah tabaraka wataala, walau watakusanyika watu wote wakuue kwa ajili ya wao wapate maslahi yao, isipokuwa Allah tabaraka wataala hajaweka tiki, basi watu kama wale hawawezi kufanya mambo kama yale kuuliwa ye muislamu mpaka Allah tabarak wa taala atake. Na vilevile anatuambia vile Allah, wanaweza wakukusanyika watu ili wakufurahishe, wakunusuru, wakufanya, lakini maadamu Allah ameandika umote wako umefika, wafariki my friend. Kwa hivyo, waislamu tunahitaji kuwa na subra na tunahitaji kuwa na misimamo haswa haswa katika dini yetu ya Uislamu. Ibrahim alipoitwa na mfalme kama yule alienda Qaala al maliku, akamwambia malik bimana malik, akasema man rabbuka ya Ibrahim, mola wako ni nani ewe Ibrahim? Qaala Ibrahim, akasema Ibrahim rabbi ya Allah, mola wangu ni Allah tabaraka wa taala. Qaala Ibrahim, qaala maliku man Allah ya Ibrahim, Allah yuka wapi ulimwona wapi mola wewe? Qaala Ibrahim, akasema Ibrahim alladhi yuhyi wa yumitu, mola wangu ni yule ambaye hafi, na yuko hai wa Islamu tukufu. Kala al-Maliku ana uhiwa yumitu, akaanza ujeuri sasa. Mfalme kama huyu akasema, pia mimi niko hai na sifi na naua na nahuisha. Wadaa al-Maliku rajulan, na akadaisha akatafuta watu wawili wakatala, wadaa rajulan ahar wataraka, na akaita watu wawili. Mwenye kiburi ni mwenye kiburi tu awe na pesa ya kiburi awe maskini, mwenye kibri ako na kibri. Na my friend, ukiwa na kibri katika huu ulimwengu, aidha mambo ni mawili: ufaulu katika dunia yako upate khasara akhira, ama upate khasara duniani na upate khasara akhira. Kiburi, acha kiburi. Akaita watu wawili, mmoja akamuua na mwengine akamwacha. Ndugu zangu wa Islam, kabla hatujasahau sahau, Firaun laanatullahi alayhi Ilifika siku moja akapanga msafara na akawa ana dhulumu kweli, lakini pakatokea mtu from nowhere. Eh, mtu ambaye hana mbele hana nyuma hohehahe, akamwambia Firaun, ya Firaun, inna maraddana ila Allah, kika marejeo yetu sisi ni kwa Allah, wa inna ila rabbika larajaa, na kwa Allah tabaraka wa taala tutarejea. Acha kibri, Firaun, acha kibri. Wakala, akasema ana uhi wa yumitu, mimi nishaua nishauwisha. katalat rajulan wataraka rajulan, nimemwacha mtu na nikamuua mtu. wakana almaliku balidan jidda, na alikuwa hu malik akuna kiburi kisawasawa, ni mtu amejaa kibri kweli kweli. Wakad, wakadhalika kullu mushrikin, na vile vile alikuwa ni mushrikin na kisawasawa wa Islamu tukufu mfalume huyu wa arada Ibrahim anna

min na almaghribi li, analipeleka maghribi maana linachomoza mash, mashariki na linapotea magharibi, hasa lichukue wewe kutoka magharibi ulipeleke mashariki. fatahayyaru maliki wa saqata, akashikwa na haya na akanyamaza kimya. wahajila lmaliki wama wajadan jawaba, na akatulia, yani akatulia kambae ni maji mtungi na hakutoa jawabu. Uislamu tukufu da'awatu

lima taabudu ma la yasmau wala yadhuruna. Akamwambia, e, baba yangu kipenzi, baba yangu kipenzi. Ya abati, e baba yangu lima, kwa nini? Taabudu ma la yasmau wala yadhuru una abudu vitu ambavyo havisikii wala havidhuru. Kwa nini, e baba yangu kipenzi? Na hii yatakikana kwa mtoto kulingania wazazi wake bana, wala si haramu Walima taabudu ma la yanfa'u wala yadhuru na kwa nini unaabudu kitu ambacho hakikunufaishi wewe binafsi wala hakikudhuru kabisa Ya abati, e eh baba yangu la taabudu shaytan usimuabudu shaytan almalun aliblis ya abati, e baba yangu, ibudu eh muabudu Arrahman mola walimwengu wote wahadi bawalidu Ibrahim akakasirika sana mzazi wa Ibrahim, waqala ana aduribuk, akasema mimi nitakupiga kijana, nitakuranda na nita. Hii ndio yatokea waweza mlingania ya baba yako mama yako ama mtu yoyote, akafikia mahala akamwambia, bana nitakupiga sasa hivi makofi mimi, akakasirika fatrukuni, wala taqdu shay'an ni ache, wala usinisumbue na kitu chochote bwana, ni ache. wa kana Ibrahim halima, na alikuwa Ibrahim ni mpole kweli kweli. waqala liwalidihi, na akamwambia baba yake, salamun alayka, amani iwe juu yako. ya abet, ya abi. Waislamu tukufu, tunaendelea alikuwa Ibrahim ni mpole mwenye heshima. Eh, Akamwambia amani iwe juu yako baba yangu. wakala lahu ana adhhabu min huna wadi rabbi, akamwambia Ibrahimu baba yake kwamba mimi nitahama hapa nyumbani nitaenda kule mbali nikamwombe mola wangu, kwa sababu nishakulingania vya kutosha, lakini shakataa. la basa wataasafu ibrahimu jidan, akakasirika Ibrahimu sana. wa arada an yadhhaba ila baladi akhira, na akataka kuenda mji wengine, akahama

watu wa Ibrahim alayhi salam, wa ghadiba maliku, na akasirika mfalme wa ghadiba walidu Ibrahim, na akasirika mzazi wa Ibrahim alayhi salam, wa arada Ibrahim an yusafiru ila baladin akhira wa ya abudu fihi Allah wa llah yaduu nasa ila Allah, na akataka Ibrahim kusafiri kwenda katika mji mwengine, mji wa pili

wa wadu waliduhu, na akalingania watu wake. Wa wahadhiba Ibrahim Maka wa kasada Ibrahim maka, wa maahu zaujahu Hajar, na akafika Maka akiwa yeye na mke wake Azar. Wa kana makkatu laysa fiha ushbun wala shajara, na kulikuwa Maka hakuna mimea wala miti. Wala, kila kitu hakuna Maka huko jamani. Wa Islam, wakana makkatu laisa fiha biru bi wala nahara, na kulikuwa nakulikuwa Maka hakuna kisima wala mto, kiu kali njaa, eh? Islam, wakana makkatu laisa fiha hayawanu wala bashar, na kulikuwa Maka hakuna wanyama wala ndege, hamuna desert. Wawaswala Ibrahim ila Maka

Bibi yake akamuliza waenda wapi bwana wangu, mbona watoacha hapa eh? Ewe baba, waenda wapi aturukuni, huna unatuacha hapa aturukuni, walaisa huna mai watuacha hapa mahali ambapo hakuna maji wala toamul wala hatuna hata chakula. Hadha hal amruku llahu bihadha, je umeamrisha na Allah kwa jambo hili? Umeamrisha na Allah au ni kichwa ni kichwa chako bana? Qala Ibrahim, naam, ndiyo, akasema nimeamrishwa na Akasama, Allah qalat Hajaru, idhan la yadiana ya, ya, ya, ikiwa wewe umeamrishwa na Allah, basi hatuwezi kukataza ka, wewe nenda na kafanya mambo yako inshallah. Waislamu Allah, akitujalia masiku mengine utakuja kuendelea biiru zamzamu eh, na Allah tabaraka wa taala atukubalie somo zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shukran, jazakumullahu khairan.